ambacho tumekibaini katika bonde hili la Mara ni kwamba namna yao ya uandaji wa mashamba, kama ambavyo unaweza kuona ile shamba lilivyoandaliwa, imetengenezwa kitanda hapa ambako watapanda, lakini kuna njia za maji huko pembeni. Na cha ajabu zaidi ni kwamba maji yanapita humo kwenye mifereji, na huko kwenye kitanda huku kuna loa kwelikweli, hmm? Yaani ni tope, hata sio bichi, ili ni tope kaona mtazamaji ili nitope kabisa, lakini haya maji yamepita kutokana na huku yanapopita ya ya eh. ya eh. Sasa mwenyekiti, hebu tuambie kidogo, tunategemea ndani ya siku saba tunaanza tunaanza, tukakitafuta saumu mbegu yake hii e, haija haijaota kwa e, sababu ndio imemwagiliwa siku za karibuni, okay. Kwa maana hiyo tunategemea ndani ya siku saba kitunguu saumu kitaota kwenye shamba hili. Haya, e, mashamba tunapiga mpaka sentimita mia na hamsini na unyevu unatosheleza una Aa, yani kwamba kutoka mstari mmoja wa kupitisha maji na njia nyingine mia na hamsini mia na hamsini, na bado kwenye hapo katikati hapo maji yanaingia maji yanaingia na na unyevu unapanda na, na ukiweka maji juu ya ardhi. Eh. Hey. Mazao hayaoti hayaendi, yanapigwa, yanafunikwa yanazidiwa na ubichi. Ya, kwa hiyo ndio mfumo wetu wa mazingira haya na maji hapa hmm. Kama umenyanyua mitaro mizuri hmm. Kwa mazao kama mahindi hmm au hata hii kitunguu unaweza yeah, ukakaa mwezi mzima bila kurudia maji yaani ma, unamwagia mara moja kwa mwezi kwa mwezi. Kwa hiyo tuna malengo kumwagia mara tatu mtu avune, ndio <coughs> mfumo wetu mkulima, <coughs> uh, uh, unayetufuatilia tu, ni mara tatu mtu anavuna. Kwa hiyo uh, hii ndio Tanzania yetu jamani, jiografia zinatofautiana maeneo na maeneo, wenzetu wana neema kubwa wewe ambaye unapambana kila wiki kumwagilia wenyewe, kwa mwezi ni mara moja na mfumo ni huu nao, uona namna hii, na shamba hili limeshapandwa kitunguu saumu na ubichi ni huu nao uona. Kwa hiyo moja ya vitu ambavyo nilitaka nikukumbushe kwenye kilimo cha mboga mboga, kwanza ni uhakika wa maji. Hakikisha unafanya kilimo cha mboga mboga kwenye eneo ambalo kuna uhakika wa kupata maji, kama ambavyo kwenye bonde hili pana uhakika wa maji, lakini pili ni maji kituama ni changamoto ikiti amesema kama ukipiga maji juu huku kwenye hivi viboksi walivyovitengeneza basi, usitegemee kupata chochote, kwa sababu ule ubishi unakuwa ni pitiliza. Kwa hiyo mazao yanahitaji ubishi wastani. nii cha kilimo, tunasema kilimo ni maisha, kilimo ni ajira. Tukutane shambani.